Say tunaingia katika story ndefu au story ambayo ni zuri kabisa katika siku ya leo, na story yenyewe ni kwamba tunataka kuzungumzia kwamba uh, God is plans are in life. Nafikiri kwamba Uh, mchongo huu nakuelezea ni mchongo mzuri sana katika maisha yako na ni mafasilio mazuri kabisa katika maisha. Nafikiri tukiweza kuzungumzia jambo muhimu na la kuweza kuzingatia katika maisha yako, Mungu ana mipango mingi kabisa in your life. God has many different plans in your God, in your God plans katika mipango ya Mungu kwako is everything that I supposed to say. God's main plan is to say to keep you safe. Mpango wa kwanza wa Mungu ni kuweza kukuweka katika usalama, umeona umeona, mpango wa kwanza wa Mungu ni kukuweka katika usalama. Uh, sorry, sorry. Uh, katika mambo ya mafasilio katika jambo hili. Mimi kwa jina naitwa uh, uh, at 4K so this is just like this, it's because we are still together and together is one. Tega masikio uweze kupata neno na uweze kuelimika zaidi katika jambo hili, basi katika story nzima basi ndugu yangu mtazamaji, katika siku ya leo naendelea kupea uh, na kupea maoni kama haya, ili tuweze kusikilizana vizuri na tuweze kukujuza mambo muhimu ambayo ni muhimu katika maisha, kwa ndugu yangu. Kosi sijali, koo sijali, mimi nikupe maelekezo kabisa, kati ya mwanadamu na Mwenyezi Mungu. Plani za Mungu ni zipi? what are the plans of God to you? Kwanza, Mungu aweze kupenda wewe uweze kuwa maskini. Mungu anataji wewe uweze kuwa tajiri katika maisha yako. Mungu hahitaji wewe uweze kuwa kibaka, sijui mlalao, sijui mambo kama nara. So, unajua Mungu anapenda sana kuweka kuwa usafi. Kila kitu katika machoni pa Mungu huwa ni kitu ambacho ni kisafi. Sasa mtu ambaye ni msafi, huyo mtu hawezi kupenda uchafu. Ndio jambo la kwanza. Jesus, uh, Jesus, Jesus. Who's clean his body Someone who is smart He cannot love dust. rubbish. he cannot love rubbish. The smart boy Mtu ambaye ni msafi aweze kupenda nini uchafu so tunaweza tukazungumzia kwamba mipango ya Mungu kwako ni kukutaka kuweka katika usafi the plan of God to you is to put you in smartness Do you see that? Something like that, you have to understand, mipango ya Mungu ni kukuweka katika usafi, to put you in smartness and not in smartness, not the dust. So jambo la muhimu la kujua ni kwamba Mungu yuko pamoja na yule ambaye anajaribu kuwa makini na kujiweka katika kujipigania, kujipambania ili kuweza kuweka usafi katika maisha yako inamaana kuweza kutengeneza maisha katika mfumo ambao utakuja kuwa na faida ambao utakuwa muhimu katika maisha yako To put everything in accord, uh, to put you in a, a different style of living. So to say when you want to live you have also to do your own effort to work hard in order to make it clean in order to make smart everything of your life uh, ili kuweka mambo yote safi katika mambo yote ya maisha yako Unapashwa kufanya kazi kwa bidii. Jambo muhimu la kuzingatia ni kwamba nakuweza kushika kabisa katika akilimwako, uweke jambo la akilimwako ni kwamba Mungu anataka kuweka wewe uwe smart, na ili uwe wewe mwenyewe, inabidi uweze kujipambania na kuweza kutafuta u wako mwenyewe. Lakini Mungu sasa atakachotaka wewe kufanya ni kuweza tia mibaraka na bahati hiyo na kuongezea bahati ya kipato chako wewe. Hilo ndo Mungu analotaka kwako na kuweza kufanya wewe kuwa smart. Basi, acha ni share hapa, nimekupa haya machache tu ila na mengi ya kuweza kuzungumza pamoja na wewe ili tujue Mungu anaendelea kuwa na mipango gani kwako katika different eh, eh, different uh, actions, different uh, different actions uh, Uh, maneuvers that you can have in your life. Uh, nini stadi nyingi sana ambazo Mungu anaweza akajua kwamba utazifanya katika maisha yako. So Mungu anaweza akafanya kitu gani eh, kwako ili kije kuonekana kwamba kitu hichi ndo kitu muhimu kabisa cha kuweza kukuza maisha na kuweza kuweka maisha kuwa safi kabisa machoni pa dunia au machoni kwa, kwa watu wengine wa ili uweze kuonekana kuwa mtu eh, miongoni mwa watu basi mabosi mnaonisikiliza, na viongozi na watu wa aina mbalimbali, basi nawashukuru sana, thank for you. Nataka muweze kusubscribe na kuweza kugusa alama ya kengele na kuweza kulike na kucomment, ili tuweze kuwa pamoja na tuendelea kujua na kujuzana mengi zaidi katika maisha ya kuweza kufanya kwa maana sisi sote ni binadamu tunajua tunajua jambo la kufanya ni kitu gani all of us we are human beings so we know what something like that to do is what okay thank you salot you're gonna see another round and talk about what is the profit of things that God promised for you and the benefit of all things that God is going to do for you kuna mambo mengi ambayo unatakiwa uyafanye na Mungu anayapangilia kwako, ila wewe haujui lolote. Kwa hiyo katika mm, mfumo huu wa dunia, katika mfumo wa mambo, wewe huwezi kujua lolote kuhusu vile ambavyo Mungu anapanga, lakini Mungu ana mengi ameyapanga, kulingana na jinsi maandiko yanavyosema, Mungu ana mengi. Kwa hiyo tutajaribu kuendelea kuzungumzia mambo haya ili tuweze kujuzana ili badala ya lingine mpango <laughs> <laughs> kwako katika different style of things that you can do for your own benefit okay thanks a lot we are going to see another time and we should discuss about it thanks okay